Mawasiliano yameimarika, mtandao wa 4G wa 5G. Hata hawa mama wanaotukana tukana mitandaoni, naomba kuwaambia hapa mbele yako tunawasoma vizuri sana. Lakini watu wa Ukonga wamejipanga tarehe ishirini na tisa kazi yao ni moja tu: kwenda kukupigia kura, kwenda kukupa mitano tena, kwenda kuchagua mbunge wa CCM, kwenda kuchagua madiwani wa CCM. Ndugu mgombea Muda sio rafiki, lakini tumefurahi sana kukupokea. Tungalikuwa na muda tuikuimbia hata wimbo lakini, ujue tunakupenda sana. Naomba kuchukua fursa hii kukuombea kura. Naomba kuona kura za Dr Samia tarehe 29 Oktoba. Dr Samia oye! Naomba kuomba kura zangu kwa jimbo la Ukonga, Jeri Silaa oye! Naomba kuona kura za madiwani wote wa kata saba za jimbo la Ukonga. Na kata zote 36 za wilaya Ilala. Madiwani oye! Oye! Ndugu mgombea, nakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana, naomba nimwalike ndugu Abdalla Ulega, mgombea ubunge jimbo la...